Media. Katika episodi nyingine ambayo tumekuandalia, tunazidi kuchambua maswala ya kupevusha na kuvumbua fikra za Mwafrika na pia tunakuletea burudani inayostahili. Kwa hivyo leo nina ndugu yangu hapa bwana Evans Agutu na tunataka kuzungumzia maswala kidogo tu kuhusiana na falsafa ya Afrika Aswa. Kwa hivyo bwana Agutu, labda kwa kuuliza tu kwa kifupi, tunataka tuchanganue kwa kifupi tu, kama binadamu kuna maswala ambayo tunahitaji kuamua sisi wenyewe kwa sababu sisi sio eh, vibonzo ama robot. Sisi sio system ambazo zimewekwa tu mm -hmm. kwamba lazima zifanye vitu fulani. Kama binadamu, tofauti na wanyama wengine, tumepewa mamlaka ya akili ya kuweza kuamua. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tunastahili sisi wenyewe kuamua. Sasa kama viumbe ambao tunaweza kuamua, tutajuaje? Kabla uamue kitu, utajuaje kwamba unafanya uamuzi wa sahihi kwa kufanya hivi na sio kwa kufanya hivi. Kwa sababu baada ya kufanya ndio unaweza kujua kwa urahisi, nilifanya hivi na nimeteleza ama nimeanguka, kwa hivyo haikufaa. Lakini kabla ya kufanya utajuaje, ni swala hili unafaa kufanya na hili labda halifai? Ah, asante sana kwa uh, kwanza mada hiyo na kwa swali hili ambalo umeliuliza. Naam, nadhani kwamba unaposema kwamba ni vipi utagundua kwamba umefanya uchaguzi sahihi inamaanisha kwamba kuna uchaguzi ambao si sahihi, ambao pia unanam uamuzi. Kwa hivyo uh, tofauti kati ya uchaguzi um, uh, mzuri ama uamuzi mzuri na uamuzi mbaya, unaweza kusema ni uzuri ama ni ubaya. Kwa hivyo inavyosema <laughs> hivi inamaanisha kwamba uh, kuna kile ambacho, ambacho kinaweza kukufanya kujua kwamba hiki ni kizuri ama hiki ni kibaya. Kwa hivyo katika kila kiwango cha uh, utathmini ama niseme, katika ama kabla ya kufanya uchaguzi wowote ama uamuzi wowote inafaa inafaa, wewe mwenyewe utathmini ufanye utathmini ili kujua uh, uzuri ulioko kwenye uamuzi huu ni upi na ubaya ulioko kwenye uamuzi huu ni upi. Kwa hivyo kwa njia hiyo utajua hasara ama uzuri wa kufanya suluhu ni kufanya tathmini. Naam. Japo labda ni ukweli lakini kuna swala la utata, kuna utata fulani uh -huh. labda nikikupa mfano mzuri, mfano halisi. kuna rafiki yangu mmoja juzi alikuwa akisema kwamba ni mwanafunzi uh -huh. ana soma, soma na ana ari ya kusoma lakini anapotaka kusoma masaa ya jioni jioni, uh -huh. anasema kwamba saa mbili jioni hivi e, ndio wakati labda anapenda kusoma lakini anapotaka kusoma na ana njaa hawezi akasoma kwa sababu labda akili eh, haipo tayari, inahitaji labda awe meshiba, lakini anapokula basi inakuwa hawezi kabisa, kwa sababu akili pia imejifunga. Kwa hivyo unapata kwamba kuna utata, mtu kama huyo labda unaisije utata katika uamuzi, uh, katika uamuzi yani, maamuzi yote mawili hayawezekani, ama upande mwingine unapata maamuzi yote mawili yanafaa, lakini yameshindikana. Kwa hivyo katika kwa mtu kama huyo nadhani kwamba inafaa ujielewe Naam, inafaa ujielewe vizuri. Iwapo unajua kama, iwapo unajua kwamba ukishiba sana utaanza kulala, basi unafaa kujua jinsi ya kujidhibiti. Naam, kwamba iwapo una, iwapo natambua vizuri kwamba wakati wangu wa kusoma ni saa mbili ya usiku, then inamaanisha kwamba kila kitu ambacho nitakifanya ikifika saa hiyo ya saa mbili ya usiku nitakit, nitatenga muda huo ili nianze kufanya shughuli zangu za, za usomaji lakini iwapo kuna njaa ama niseme iwapo nina njaa kama ulivyosema kwenye uh, mfano huo, iwapo nitakuwa na njaa wakati huo, basi kwa sababu siwezi nikaahirisha njaa, manake hata nikisoma nikiwa na njaa siwezi nikaelewa kitu, itabidi kwamba uh, ile nafasi ya kusoma saa hiyo niibadilishe, wakati huo niwe nikiendea mlo kisha baadaye nisome, ama kabla ya mlo niwe nikisoma baada ya mlo, basi ni ni kale na baada ya masomo, samahani, niende nikale. Ni kale. Kwa hivyo ni jambo tu la mtu kujipanga, jua ni lipi ambalo linakupasa kwa dharura kufanywa. Kwa hivyo na ujue pia ni lipi hauwezi kulifanya bila nyingine, jua jinsi maswala mawili au matatu yanategemeana, au tuseme unaweza kuanza na swala la dharura na cha muhimu zaidi hmm. Alafu pia angalia hmm. upungufu wako Knd alafu udhibiti. Naam, kwa hivyo kwa binadamu ni vizuri kwamba ujitathmini, ujijue na pia naam, binadamu hafai kuishi bila kujijua. Asante. Na kwa sababu wewe ni mtu wa dini, labda tukimalizia tu, e, maamuzi kwa masuala ya kidini, unaonaje? Labda kuna swala ambalo ni sahihi hmm, kidini na bado ni sahihi upande huu mwingine. Kwa mfano Jumatatu, umeamka, unafaa uende kazini, familia inakutegemea unafaa ulete kitu e, nyumbani, lakini pia unagundua kwamba hujasema na Mungu wako vizuri mm. Unahitaji uende sehemu ukaombe, ukashukuru, uka utafanyaje? Utafanya uamuzi, utafanya upi? Na ujue ipi itakuwa sahihi? Maamuzi ya kidini hayapingani mm. Naam, hakuna mahali ambapo pamesema kwa dini kwamba kufanya kazi ni dhambi. in fact Biblia inasema kwamba yule asiyefanya kazi hafai kula. Kwa hivyo na juku jukumu la uh, jukumu la binadamu ama jukumu la mtu. Kuna mahali ambapo Paulo anasema kwamba uh, mtu ambaye hasaidii jamaa yake ni zaidi ya mtu ambaye hamchi Mungu, yaani, is worse than a non-believer. Kwa hiyo usiende kuomba wakati unahitaji kufanya kazi. Sijasema hivyo, lakini kama nilivyosema ni kwamba uh, hakuna upinzani kwenye mambo ya dini, kwa hivyo M mm-hmm. Iwapo unajua nitarejelea tu jambo la dharura, na labda niongeze jingine kwamba kuna kile ambacho naweza kukifanya wakati unaweza kukifanya sambamba na kingine. Kwa hivyo, labda nikienda kwa kutembea kwa miguu, huenda nikaswali, nikienda, naam, kwa sababu ni kitu ambacho naweza kukifanya mm-hmm. na niende kazini, nifike kazini, nifanye. Lakini usiwe mtu wa kwenda eti nilienda, labda kanisani ama msikitini, nikaomba mpaka asubuhi ama usiku, sijui masala ya Uislamu sana, lakini ya Kikristo, ukaenda ukakesha kule, kisha baada ya kesha unarudi kwenye familia yako, unapata wali la nje. Kwa hivyo, hapo imani yako ama kile ambacho unajaribu kukithibitisha kwa mungu wako, ukithibitisha kwa familia yako, na hilo ni hatari. Hmm. Kwa hivyo, ni lazima ujue ni nini ninapaswa kufanya kwa wakati gani, kipi cha muhimu, cha dharura. Naam, asante sana. Kwa hivyo, mwanalufa Fanya maamuzi ya dharura, fanya jitathmini wakati unafanya maamuzi. Kwa hivyo tunafundishana hapa kwamba kusiwe na utata. Fanya utaratibu, fanya angalia, ipi ni dharura, ipi inafaa zaidi, na upungufu wako ni upi, na uta, utapambana nao kivipi? Asante sana kufuatilia makala haya siku ya leo e, tumezidi ku kutambushana na kukumbushana masuala muhimu kuhusu lugha na falsafa ya Afrika. Endelea kutufuatilia, tupatane wakati mwingine.